Kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa likipigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC pamoja na muungano wake limeendelea kusonga mbele hadi katika wilaya ya Mwenga mkoa wa Kivu Kusini. Wanajeshi wa M23 waliingia Mwenga jioni ya Machi 3 mwaka huu 2025 baada ya mapigano na muungano wa wapiganaji wa Wazalendo. Mkazi mmoja wa eneo hilo aliripoti, tangu jioni wapiganaji wa AFC M23 wameonekana Kilungutwe. Wapiganaji wa Wazalendo waliokuwa wakishikilia eneo hilo wamejiondoa. Mapigano yalianza Bwahungu mapema asubuhi na kusambaa hadi eneo linaloitwa Misse en Garde kabla ya kufika katika kundi la Tibimbi. Kwa mujibu wa mkazi huyo, waasi wa, wa M23 waliendelea kusonga mbele kuelekea eneo la Mufa kabla ya kuvuka mto Kadubo unaotenganisha Mwenga na wilaya ya Walungu, kisha waliingia vijiji vya Mudue, Kilungutwe na Kalama. Mnamo Machi 3, msemaji wa kisiasa wa M23 Lawrence Kanyuka alidai kuwa vijiji vinavyoishi jamii ya Banyamulenge katika Mwenga, Fizi na Itombwe vimeshambuliwa na vikosi vya serikali ya Kongo pamoja na wanamgambo wa shirika kambi ya wakimbizi zimechomwa moto, raia wanauawa na vijiji vinaharibiwa. Vitendo hivi vinapaswa kusitishwa mara moja, Kanyuka alisema. M23 hapo awali ilionya kuwa lingeingilia kati kuwalinda jamii ya Banyamulenge ambayo inasemekana wamekuwa wakilengwa na vikosi vya serikali na wanamgambo katika maeneo kama Fizi, Uvira na Mwenga. Kundi la wanamgambo la Twiraneho linalowatetea Banyaulenge katika Kivu Kusini hivi karibuni lilitangaza kuwa liko tayari kushirikiana na M23 ili kuwalinda raia wanaokabiliwa na mashambulizi yanayoendelea. Kwa sasa wapiganaji wa M23 wanapatikana katika wilaya sita kati ya nane za Kivu Kusini, ambazo ni Kalehe, Kabare, Walungu, Fizi, Uvira na Mwenga. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina